Kila siku mpya huja na changamoto zake, lakini pia huja na neema mpya kutoka kwa Mungu. Zaburi hizi zinakualika kumweka Mungu mbele ya mipango yako, maamuzi yako na safari ya siku nzima. Unapomruhusu Mungu akuongoze tangu asubuhi, moyo wako hupata uthabiti na hatua zako hujaa hekima. Tulia, mwelekeze Mungu mawazo yako, na uanze siku ukiwa na uhakika kwamba Bwana tembeza katika njia iliyo salama. E Mwenyezi Mungu, kwako naielekeza nafsi yangu na kutumainia wewe. e Mungu wangu, usiniache niaibike, adui zangu asifurahie kushindwa kwangu. Usimwache anayekutumainia apate aibu, lakini waaibike wote wanaokuasi kwa makusudi. Unijulishe njia zako, e Mwenyezi Mungu unifundishe nifuate unayotaka. Uniongoze katika ukweli wako na kunifundisha, kwani wewe ni Mungu mwokozi wangu. Ninakutegemea wewe kila siku. Uikumbuke huruma yako, e Mwenyezi Mungu, uzikumbuke na fadhili zako kuu, ambazo zimekuwako tangu kale. Usikumbuke dhambi na makosa ya ujana wangu, unikumbuke kadiri ya fadhili zako kwa ajili ya wema wako e, Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ni mwema na mnyofu, kwa hiyo huwafundisha wenye dhambi njia. Huwaongoza wanyenyekevu katika uadilifu, naam, huwafundisha hao njia yake. Mwenyezi Mungu hutenda kwa fadhili na uaminifu kwa wale wanaoshika agano lake na maamuzi yake. Kwa ajili ya jina lako, e Mwenyezi Mungu Unisamhee kosa langu, kwani ni kubwa. Kila mtu anayemcha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atamfunza njia ya kufuata. Mtu wa namna hiyo atafanikiwa daima, na wazawa wake watamiliki nchi. Mwenyezi Mungu ni rafiki ya wale wa mchao, yeye huwajulisha hawa gano lake. Namwangalia Mwenyezi Mungu daima, yeye atainasua miguu yangu mtegoni. Unielekee ee Mungu, unionee huruma, maana mimi ni mpweke na mnyonge. Uniondolee mahangaiko ya moyoni mwangu, unitoe katika mashaka yangu. Uangalie mateso yangu na dhiki yangu, unisamee dhambi zangu zote. Angalia jinsi walivyo wengi maadui zangu, ona jinsi wanavyonichukia kwa ukatili. Uyalinde maisha yangu uniokoe na kimbilia usalama kwako, usikubali niaibike. Wema na uadilifu vinihifadhi, maana ninakutumainia wewe. e Mungu, uwaokoe watu wako Israeli, uwaokoe katika taabu zao zote. Zaburi ya thelathini na saba. Usiungue kwa sababu ya watenda mabaya wala usiwausudu wafanyao uovu, maana kama majani watakatwa mara na kama miche mibichi watanyauka. Mtumainie Bwana ukatende mema, ukae katika nchi ukaifurahie uaminifu. Jifurahishe katika Bwana, naye atakupa haja za moyo wako. Ukabidhi njia zako kwa Bwana, umtumainie naye atafanya. Naye atatoa haki yako kama nuru na hukumu yako kama mchana. Ukae kimya mbele za Bwana, umgojee kwa saburi. Usiungue kwa sababu ya mtu afanikiwapo katika njia yake, kwa sababu ya mtu afanyaye hila. Uache hasira, uache ghadhabu, usiungue hasara yake kufanya mabaya maana waovu watakatiliwa mbali, bali wamgojao Bwana, hao watairithi nchi. Kwa muda mfupi mtu mwovu hatakuwako tena, naam utatazama mahali pake, wala hata kuwepo. Bali wanyenyekevu watairithi nchi na kufurahia amani tele. Mtu mwovu hutunga mabaya juu ya mwenye haki na kumsagia meno yake. Bwana atamcheka, maana ameona ya kuwa siku yake inakuja. Waovu wamechomoa upanga na kukaza uta wao, ili wawaangushe maskini na mhitaji, ili wawachinje wenye mwenendo wa adili. Upanga wao utaingia moyoni mwao wenyewe na pinde zao zitavunjika vipande vipande. Afadhali kidogo alichonacho mwenye haki kuliko wingi wa mali ya waovu wengi. Maana mikono yao waovu itavunjika, bali Bwana huwategemeza wenye haki. Bwana anajua siku za wakamilifu, na urithi wao utakuwa wa milele. Hawataona aibu wakati wa mabaya, na siku za njaa watashiba, bali waovu watapotea na adui za Bwana watakuwa kama uzuri wa malisho, watafutika kama moshi, watafutika Mtu mwovu hukopa wala halipi, bali mwenye haki hufadhili na kutoa. Kwa maana waliobarikiwa naye watairithi nchi, na waliolaaniwa naye watakatiliwa mbali. Bwana huzimarisha hatua za mtu na kuzipenda njia zake, ajapojikwaa hataanguki chini kabisa, maana Bwana humtegemeza kwa mkono wake. Nalikuwa kijana, sasa nimekuwa mzee lakini sijamwona mwenye haki ameachwa, wala uzao wake akiomba chakula. Siku zote hufadhili na kukopesha, na uzao wake umbarikiwa. Ujiepushe na mabaya ukatende mema, ukae milele. Kwa kuwa Bwana huipenda hukumu, wala hatawaacha watauwa wake; watatunzwa milele, bali uzao wa waovu utakatiliwa mbali. Wenye haki watairithi nchi nao watakaa humo milele. Kinywa cha mwenye haki husema hekima na ulimi wake husema hukumu. Sheria ya Mungu wake imo moyoni mwake, hatua zake hazitateleza. Mtu mwovu humvizia mwenye haki na kutaka kumuua. Bwana hataacha ampe mkononi mwake, wala kumhukumu atakapohukumiwa. Mngoje Bwana ukalinde njia yake, naye atakutukuza, uirithi nchi; utakapoangamizwa waovu, utaliona. Nalimwona mtu mwovu mwenye jeuri akistawi, kama mwerezi wa Lebanoni. Nalimwona naye hakuwako, nikamtafuta, wala hakupatikana. Uangalie mtu mkamilifu, tazama mtu mnyofu, maana mwisho wa mtu huyo ni amani. Bali wakosaji wataangamizwa pamoja mwisho wa waovu utakatiliwa mbali, bali wokovu wa wenye haki unatopa kwa Bwana, yeye ni ngome yao wakati wa taabu. Bwana huwasaidia na kuwaokoa, huwakoa na waovu na kuwakomboa, kwa kuwa wamemtumainia. Zaburi ya tisini. E Bwana, umekuwa makao yetu kizazi hata kizazi, kabla milima haijazaliwa wala dunia na ulimwengu havijaumbwa, hata milele na milele wewe ndiwe Mungu. Wamrudisha mwanadamu kuwa mavumbi, ukisema, rudini enyi wanadamu. Maana miaka elfu machoni pako ni kama jana ipitayo, na kama kesha la usiku. Wawachukua kama gharika, huwa kama usingizi; asubuhi huwa kama majani yameachayo Asubuhi ya chipuka na kustawi, jioni ya katwa na kukauka. Maana tumeteketezwa kwa hasira yako, na kwa ghadhabu yako tumefadhaishwa. Umeweka maovu yetu mbele zako, dhambi zetu za siri mbele ya nuru ya uso wako. Maana siku zetu zote hupita katika hasira yako, miaka yetu huisha kama neno la kunungunika. Siku za miaka yetu ni miaka sabini, na ikiwa kwa sababu ya nguvu miaka themanini. Lakini fahari yao ni taabu na huzuni. Maana yapita upesi, nasi huruka. Ni nani ajuaye nguvu ya hasira yako na ghadhabu yako kadiri ya kukucha kwako? Basi utujulishe kuhesabu siku zetu, ili tujipatie moyo wa hekima rudi e bwana hata lini uwarehemu watumishi wako utushibishe asubuhi kwa rehema zako nasi tutashangilia na kufurahi siku zetu zote utufurahishe sawasawa na siku ulizotutesa na miaka tulioona mabaya kazi yako na ionekane kwa watumishi wako na utukufu wako kwa watoto wao na uzuri wa Bwana Mungu wetu uwe juu yetu, nawe uthibitishe kazi ya mikono yetu juu yetu; naam, kazi ya mikono yetu uithibitishe. Zaburi ya mia moja ishirini na moja nitayainua macho yangu niitazame milima. Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu u katika Bwana, aliyezifanya mbingu na nchi. Usiuache mguu wako usogezwe, asisinzie akulindaye. Naam, hatasinzia wala hatalala usingizi, yeye aliye mlinzi wa Israeli. Bwana ndiye mlinzi wako. Bwana ni uvuli mkono wako wa kuume. Jua halitakupiga mchana, wala mwezi wakati wa usiku. Bwana atakulinda na mabaya yote, atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Usikie sala yangu, e Mwenyezi Mungu, ulitegee sikio ombi langu, maana wewe ni mwaminifu. Unijibu kwa sababu ya uadilifu wako. Usinitie hukumuni mimi mtumishi wako, maana hakuna yeyote aliye mwadilifu mbele yako. Maadui zangu wamenifuatia, wameniangusha chini kabisa, wameniketisha gizani kama mtu aliyekufa zamani. Nimevunjika moyo kabisa, nimekufa ganzi kwa ajili ya woga. Nakumbuka siku zilizopita na tafakari juu ya yote uliyotenda, na waza na kuwazua juu ya matendo yako, na kunyoshea mikono yangu kuomba. Nina kiu yako kama nchi kavu isiyo na maji. Ee mwenyezi Mungu, unijibu haraka maana nimekata tamaa kabisa. Usijifiche mbali nami nisije nikawa kama wale washukao kwa wafu. Asubuhi unionyeshe fadhili zako, maana nimekuwekea tumaini langu. Unifundishe mwenendo wa kufuata, maana na kuelekezea ombi la moyo wangu. Uniokoe ee Mwenyezi Mungu kutoka maadui zangu, maana kwako nakimbilia usalama. Unifundishe kutimiza matakwa yako maana wewe ni Mungu wangu. Roho yako nzuri iniongoze katika njia sawa. Unifadhili, e Mwenyezi Mungu, kwa isani yako uniondoe katika taabu. Kwa sababu ya uadilifu wako, kwa sababu ya fadhili zako, wakomeshe maadui zangu, uwaangamize wote wanaonidhulumu, maana mimi ni mtumishi wako.